Labda tutumie wakati huu kujibu baadhi ya maswali ambayo yaliletwa katika haa, wiki ile iliyopita, na haya yalikuwa ni kwa munasaba wa mlango ule tuliosoma kuhusu masala ruqya na wake ya ruqya. Swali la kwanza ambalo nitalijibu kutokana na wepesi wake, yani kutokana na muda, ni swala la hukumu ya kuyasomea maji baadhi ya aya za Qur'ani kisha kumpatia mgonjwa kwa ajili ya kunywa au kujipaka mwilini, hali ya kutarajia kwa maji hayo shifa, na wengine kuyanyunyiza katika pembe za nyumba kwa lengo la kinga. Jambo hili kwanza, inafahamika kwamba ruqya ruqya ya kisheria ni jambo ambalo limeruhusiwa na kuhimizwa, kusomea ni kumsomea mgonjwa sehemu katika Quran au baadhi ya adiya ambazo ni mathura kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, bali wanawachuoni wameruhusu dua yoyote ni maadamu haipingani na maneno ya kisheria. Akasomewa mtu kwa lengo la kumtakia shifaa basi hilo ni jambo lenye kujuzu. Na ruqya ina taratibu zake kisheria.

au aya za mwisho katika suratu Ala Imran au Ayatul Kursi au sura nyingine yoyote, kisha akampa mtu mgonjwa aje au ajipake. Jambo hili wamekhtalifiana wale wanachuoni, na sababu ya kukhtalifiana ni pia kukhtalifiana kwao juu ya usahihi na udhaifu wa hadithi. Kuna hadithi ya Thabiti bin Qais ambayo ameitaja Alimamu Abu Daud katika kitabu At-Tibbi katika sunani yake.

baadhi ya aya za Qur'ani, kisha ukampa mtu maji yale baada ya kuwa umeyasomea na kuyatemea temea vijimate akanywa. Kadhalika hilo limejuzishwa na wengineo katika wanaochuoni wa zama za sasa pia, kama ashekh Muhammad ibn Saleh Uthaymeen katika liqau liqau lbabi lmaftuh nani, risala imeandikwa, sehemu ilikuwa ni mahojiano, yakiulizwa maswali katika vipindi maalum yakusanywa ni kwa risala ni kitabu sasa. Hivyo hivyo Alajna Adaima lil lilifta katika juzuu ya kwanza nakumbuka, sikumbuki safha, lakini wamelieleza ile kwa kirefu. Lakini pia hoja yao ni hadithi ya Thabit bin Kais, ambayo Alajna ad Daima kiongozwa na Shekh Abdulaziz bin Baz na wengineo, Shekh Bakar Abu Zaidi wamo katika hilo, wakalikubali jambo hili.

kama hakuna dalili sisi hatuwezi kuwafuata katika hilo, katika kauli zake anayozungumzia kuhusiana na abalo, suala hili kweli ni jambo ambalo liko hivyo, suala liko katika sura hiyo. Kwa hiyo nadhani nimefahamika. Suala nyingine, je, inafaa kufanya kisomo cha ruqya kuwa ni ajira? Kwamba mtu kazi, kazi yako ni kusomea ruqya, ukaandika mkulima, inikaandika biashara, ni kazi yangu ruqya. Hata kama hakuandika labda rasmi, lakini yeye hujinasibu kwamba mimi kazi yangu ruqya. Hili jambo pamoja na kwamba ni jambo liliruhusiwa na sheria kusomea wagonjwa almusabin imma bil'ain au bisihri au bilmasi na vinginevyo. Sheria imeruhusu watu wafanye namna hiyo, kuwasaidia ndugu zao, lakini na pia vile vile imeruhusiwa kuchukua ujira juu yake, kama tumesoma katika hadithi zilizopita kwamba yafaa kuchukua ujira, lakini haifai kuifanya kuwa ndio kazi. Kwa hiyo kama talibu lilmi ametafarah na akajiwekea kwamba mathalan ana kliniki eh, wagonjwa wake amewekea nyakati uh, maalum ya kuonana nao na kazi hivi kuna sehemu ofisi maalum kama talib talibul ilmi anatafaraha kwa ajili ya jambo hili, basi ajue kwamba anafanya makosa. Sawa sawasawa, ni yeye atafarahe na mambo mengine ya faida. Katika mambo ya faida ambayo yanatakiwa kufanywa ni kuibadilisha jamii itoke kule ilipokuwa iende katika usawa. Jamii yoyote ikiwa katika giza na inaamini katika mambo ya kishirikina mambo hayo hukithiri sana na huwezi kuyamaliza, utakufa, utabakisha hivyo hivyo. Lakini jamii ikishaingia kwenye tauhid, mambo haya yanakuwa ni machache, inakuwa ni machache, na kazi yake pia inakuwa ni rahisi. Itakuwa rahisi kwa sababu zifuatazo. Kwanza, idadi ya watu wenye, wenye, idadi ya watu wenye shirki au wenye sihiri itapungua au itatoweka kabisa. Kwa hiyo hakutakuwa na mashuhuri Ikifanyika da'wa na da'wa ikaingia kwa watu, basi sihiri itapotea kwa watu au itapungua. Na mujitamaa wowote ambao hakuna da'wa na hakuna tauhid, sihiri itakuwa ndiyo chakula usiku na mchana. Asubuhi, mchana, usiku, watu ni sihiri, kila kitu ataamini sihiri. Kwa hiyo tatizo litakuwa ni kubwa zaidi, kwa sababu watu wanataamali kwa sihiri. Hili ni jambo la kwanza. Jambo lingine, kama ikiwa E, dawa ikafanyika na tauhidi ikaingia kwa watu, ina maana kwamba hawa watu watakuwa wana uwezo wao wenyewe, wao wenyewe kujifanyia ruqya kwa sababu ilmu imefika kwao na sheria ya kutaka wewe ujifanyie ruqya. Na ndio maana yule ambaye ataomba afanyiwe ruqya hatoingia katika kundi la ambao watastahiki kuingia peponi

na utakuwa kuna wengine mfano wako wengi, haina haja ya kutafaragha wewe kwa shughuli hiyo. Na jambo lingine ambalo ndio hili limezalikana pia katika nukta hii kwamba watu wengi watakuwa wajua sasa kufanya, kila familia itakuwa kuna mtu ambaye aweza kufanya hiyo ruqya. Kwa hiyo maulama wananasihi sana kwamba talibu lilmi atoe juhudi kubwa ya kuibadilisha jamii kwa da'wa na taalimu, ndio atafaragha kwa hilo kuliko yeye kujishughulisha kuifanya kwamba ruqya ndiyo njia ya, ya, ya kubadilisha kuwabadilisha watu. Hili hutaliweza. Kwa mtu akawa maisha yake yote yeye angaika, mara iko huku, mara atafuti ilmu wala hasomeshi ilmu, kwa sababu ameshughulishwa na suala la ruqya ni jambo linalofaa na ni jambo zuri, na mtu akiweza kumsaidia ndugu yake amsaidie, lakini jiwekee utaratibu kwamba mimi kazi yangu ni talibu ilmu au daia, kazi yangu ni kuwafikishia watu ujumbe kwa kile nilichokijua na kuongeza elimu. Akitokea mtu mmoja wawili, waona kwamba kweli huyu ni mhitaji, weza kumfanyia ruqya. Lakini sasa jamii ilivyo na shetani namna anavyotia nguvu katika watu utajikuta <todicata> kwamba Allah akishaweka kabuli kwako, watu wanafungamanishwa nyeo zao na wewe, wanakwamba wana wana kwamba fulani, bwana taala. Sheitani ataka <todicata> hilo sasa, atakuchezea.